Wananchi wa jimbo la Kisesa kama nilivyosema, wako hapa. Naanza na maombi moja. Mheshimiwa Rais, umetoka Bariadi kwa barabara ya vumbi kuja Kisesa, kuja Mwandoya, kuja hapa Mwanuzi, utatoka hapa, utatoka hapa utaenda Bukundi, utaenda Mkalama, utaenda Iguguno, utaenda Singida kwa barabara ya vumbi. Mheshimiwa Rais, hii barabara ilishafanywa usanifu muda mrefu wakina na ikakubalika kujengwa na inazo sifa zote, na inazo sifa zote, kwa sababu ni barabara ambayo inaunganisha mikoa, mkoa wa Mara, mkoa wa Mwanza, mkoa wa Simiu na mkoa wa Singida na mikoa mingine yote. Mheshimiwa Rais, tunaomba leo, maliza huu ugonjwa mkubwa wa wana Meatu, maliza huu ugonjwa mkubwa wa wana Simiu. Mheshimiwa Rais, ninaomba kwa niaba ya wanaMeatu na kwa niaba wana, ya wananchi wa jimbo la Kisesa naomba ujenzi wa madaraja muhimu matatu. Daraja la mto Sanga litakalojengwa kati ya, ya, ya kijiji cha Isangijo pamoja na Ifungiro wilaya ya Maswa. Daraja la mto, daraja la mto, Sangijo, is, daraja la mto Sanjo litakalojengwa baina ya kijiji cha Mwashata pamoja na Migato litakalounganisha wilaya ya Meatu na Itilima. barabara daraja la mto la mto Sem litakalojengwa kijiji cha Mbugabanya litaunganisha na kijiji cha Mwajidalala. Madaraja haya matatu Mheshimiwa Rais ni muhimu sana kwa uchumi wa wananchi hawa, na ndio maana unashuhudia hizo shangwe zinazopigwa. Mheshimiwa, Mheshimiwa Rais, katika maombi ninaomba jimbo la Kisesa sasa katika miundombinu hii ya kijiografia naomba jimbo la Kisesa lipewe halmashauri ya wilaya kwa ajili ya kusukuma nguvu kubwa ya maendeleo. Changamoto moja ni uvamizi mkubwa sana wa tembo katika wilaya nzima ya Meatu. Mheshimiwa Raisi, umejenga kituo ng'anga cha milioni 125 kwa ajili ya kudhibiti tembo. Mheshimiwa Raisi, umejenga kituo cha kudhibiti tembo kiicha Marwiro milioni 80. Mheshimiwa Rais, kimeweka kituo pale Mbugabanya kwa ajili ya kudhibiti tembo, lakini kutokana na wingi huu wa tembo, tembo bado wanaua watu, tembo bado wanamaliza mazao ya wananchi, akiwa shambani na majumbani. Tatizo la tembo ni kubwa, ni kubwa kwa wananchi hawa. Ombi kubwa Mheshimiwa Rais, kwa sababu ulilizia fedha zije na vituo vifunguliwe tunaomba nguvu kubwa ya fedha kwa ajili ya kutekeleza mikakati tuliyoianzisha baina ya Tawa Halmashauri kwa ajili ya kupambana na hao wanyama wanyamapori. Jambo la pili ni wafugaji wetu ambao walishashinda kesi mahakamani baada ya kuwa wamesha wame, wa, baada ya kushtakiana wakashinda kesi mahakamani, lakini mifugo yao hadi leo haijarejeshwa, Mheshimiwa Rais, na hao wananchi walishinda kesi mahakamani na kwa sababu mahakama ndiyo mwamuzi wa mwisho, naomba sana kupitia kikao hiki na ninaileta hii rufaa kwako, wananchi hawa walipwe kwa sababu wanayo haki ya kulipwa fedha hizo. Ombi la tatu, mheshimiwa Rais, swala la ununuzi wa pamba kwa kutumia mnunuzi mmoja. Mheshimiwa Rais, mimi nakubaliana principally principally kwamba Swala la ununuzi wa mnunuzi mmoja, kwanza linatuondoa kwenye soko huria, lakini pili kunakuwa hakuna ushindani mnunuzi wa pamba, mnunuzi wa pamba. Anapokuwa, unapokuwa na mnunuzi mmoja akipata matatizo tu ya kifedha kidogo, wananchi hawa wanaenda kwenye AMCOS, wanaenda kwenye maeneo ya kuuza pamba, hakuna fedha. Kwa hiyo ukiwa na mnunuzi mmoja ni hatari sana. Sasa bahati nzuri waziri wa kilimo yuko hapa. Bahati nzuri waziri wa kilimo yuko hapa. Mfumo wote ule unaoanzishwa ni lazima usikompromise ushindani katika soko huria. Mfumo wote ule unaoanzishwa usilete usumbufu kwa watu waende kuuza pamba sokoni, halafu wasikute pesa. Wakiwa wanunuzi wengi, huyo akiwa na changamoto ya fedha, huyo atakuwa huyu, akiwa na changamoto ya fedha, huyo atakuwa nazo fedha. Kwa hiyo ukiwa na wanunuzi watano, huwezi kupata shida ya fedha. Mheshimiwa Rais, sisi kule Kisesa tunakudai. Na wale wa, na, na maeneo mengine kote wanaosema wakudai, zile fedha zihamishe kule, zilete Kisesa kwa sababu bado tuna mipango mingi ya maendeleo katika maeneo yetu.